Maandalizi kuelekea uchaguzi mkuu utakaofanyika mwaka huu 2025 ukihusisha uchaguzi wa rais wa bunge na madiwani yanazidi kupamba moto, ambapo leo hii zoe hii zoezi la utiaji saini kanuni za maadili ya uchaguzi limefanyika. Kifungu cha 162 kidogo cha pili cha sheria ya uchaguzi wa rais wa bunge na madiwani sheria namba moja ya mwaka 2024 kinaweka sharti la ulazima kwamba kila chama cha siasa kila mgombea kabla hajawasilisha fomu ya uteuzi, serikali na tume wanapaswa kusaini na kuzingatia kanuni za maadili ya uchaguzi wakati wote wa kampeni za uchaguzi na utaratibu wa utekelezaji wake. Lengo la utiaji saini wa kanuni hizi ni kuhakikisha kuwa wadau muhimu wa uchaguzi